Karibu tena katika darasa letu la afya ya uzazi. Na leo tumekuletea mada ambayo utaenda kuifurahia na imani utajifunza. Mada yetu ya leo inahusu mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi, yaani ectopic pregnancy au kwa jina lingine wanaita mimba mirija. Uh, leo tutazungumzia sababu ama visababishi vinavyopelekea mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi yaani kwenye mirija, lakini kabla hatujaelezea visababishi hivyo, ni vyema tukafahamu kwamba e, mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi ina maana gani? Mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi, kwanza tufahamu kwamba e, kawaida mimba kutungwa kwenye mirija ya uzazi na baadaye kusafiri mpaka kwenye mji wa uzazi yani kwenye uterus, na sehemu hiyo ndio sehemu sahihi ambapo ujauzito unajishikiza na mtoto anaendelea kukua katika mji huo. Sasa basi, inapotokea yai ambalo limekwisha kurutubishwa limeweza kujishikiza kwenye mirija ya uzazi na kushindwa kusafiri kwenda kwenye mji wa uzazi yani kwenye uterus. Na kukua katika eneo hilo la mlija wa uzazi, basi inaitwa mimba ya kwenye mlija au ectopic pregnancy. Sasa basi vitu gani vinapelekea hali hii kujitokeza? Jambo uh, la kwanza ni uharibifu ama kuharibiwa kwa milija hii. Uh, milija ya uzazi inaweza ikaharibiwa kwa sababu mbalimbali Sababu ya kwanza inaweza ikaziba kutokana na vitu mbalimbali ikiwepo maambukizi kwenye via vya uzazi. Mara nyingi wadudu wanaopelekea hali hiyo ni kama klamidia ama gonorea. Wakati mwingine mlija unaweza kuharibiwa kwa sababu e, ya vimbe, kwa sababu ya kufanyiwa upasuaji. Lakini mbali na hilo, kuna magonjwa ama maambukizi kwenye via vya uzazi ambao kitaalam inaitwa inflammatory pelvic disease au PID kama vile wanavyofahamu. Na PID mara nyingi imekuwa ikisababishwa na bakteria aina ya Chlamydia, gonorea na wadudu hawa wa, ama bakteria hawa wanaweza kusababisha makovu kwenye eneo hilo la mirija na mwisho wa siku yai litakapokuwa imetoka kwenye ovary na kuja kwenye, kwenye mirija ikakutana na mbegu za kiume ikarutubishwa basi yai hilo kushindwa kuzunguka na kuelekea kwenye mji wa uzazi na hatimaye kupelekea mimba kutungwa nje ya uzazi. Jambo lingine ni kuwa na historia ya mimba kutungwa nje ya uzazi aa, kwa wanawake ambao wamekwisha kuona tatizo hili, basi kuna uwezekano mkubwa akapata tatizo hili kwa mimba inayofuata. Lakini jambo lingine aa, ni kuwa na historia ya kufanyiwa operesheni katika myuka zake. Unaweza kuwa mfanyia operesheni ya kuzibua mirija, unaweza kuwa mfanyia operesheni ya kutoa uvimbe kwenye mji wa uzazi na ikapelekea ule mrija ukaharibiwa, na mwisho wa siku ukapelekea mrija kuziba na hati yake ukawa umerudi kwenye e, mimba kutunga kwenye mirija. Lakini pia jambo lingine tumesema, ni kutumia dawa za kuongeza urutubishaji wa mayai yani fertilized treatment, yani dawa za kuongeza urutubishaji wa mayai inaweza ikapelekea mimba kutungwa nje ya kizazi. Sababu nyingine ni, ni e, uzalishaji ama ama upandikizaji e, wa ujauzito ambao kitaalamu um, uh, unaitwa in vitro fertilization au IVU, IVF IVF. Sasa jambo hili linaweza likapelekea pia mimba kutungwa ile ya uzazi, uzazi endapo isifanyika kitaalamu zaidi. Lakini mbali na hilo uh, kuna dawa ambazo zinasaidia kwenye zote zima la uzazi wa kupanga uh, mara nyingi sana tunafahamu vidonge ama eh, njia zinazotumiwa kuzuia ujauzito kama vidonge ni dai kwamba zinazuia ama zinapunguza hatari kubwa ya kubeba ujauzito, lakini endapo mama akabeba ujauzito na huku anatumia dawa hizo, basi kuna uwezekano mkubwa zikapelekea mimba hiyo kuwa ni mimba ya kwenye mirija ya uzazi na hatimaye ikamletea mama e, changamoto hiyo. Hilo basi ni pende kushauri kwamba mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi. Ni hali hatari sana kwa mama mjamzito ambaye anahitaji matibabu ya haraka zaidi ili kuokoa maisha yake. Uh, vile vile tutaweza kujifunza uh, namna ya kuweza kujikinga ili usiweze kupata mimba nje ya kizazi. Endelea kuwako nasi katika kipindi tunachofuata. Mimi ni Yohana Mazembe, karibu tena, asante.